...wa chaguzi ndogo zilizopita zilitoa taswira kamili ya utayari wake wa kusimamia uchaguzi mkuu ujao licha ya changamoto kadhaa za utovu wa usalama. Kulingana na Mwenyekiti wa Tume hiyo Erastus Ethekon, idara ya polisi inasema ilikabiliana na wahuni waliozua ghasia huku uchunguzi zaidi ukiendelea dhidi ya waliovunja sheria za uchaguzi, siku kumi na moja baada ya chaguzi ndogo kuandaliwa maeneo mbalimbali mbali nchini. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeandaa mkutano na wadau mbalimbali ili kutathmini matukio yaliyoshuhudiwa kabla na wakati wa zoezi hilo. Mwenyekiti wa tume hiyo, Erastus Ethekon, akizungumzia ripoti ya IEBC amebaini kuwa baadhi ya maafisa katika vituo kadhaa walishambuliwa na viongozi huku mali ya tume ikiharibiwa na kusambaratishwa kwa shughuli ya upigaji kura iliyokuwa ikiendelea. Aidha, Ethekon amebaini kwamba kulishuhudiwa visa vya maafisa waliokuwa wakisimamia shughuli hiyo kutishiwa na baadhi ya viongozi katika juhudi za kubadilisha matokeo. Attempts by political actors to influence election officials tulisema tutatumikia hii country bila uoga bila mapendeleo this we witness these attempts by political actors to try and infiltrate and to influence our election officials you want to secure an illegitimate victory leader <laughs> <laughs> and the manner in which you secured your victory is questionable na kuhusu swala ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda sasa, kuhusu idadi ndogo ya wapigaji kura, Ethekon amewataka wakenya kujitokeza kwa wingi ili kutekeleza wajibu wao wa kikatiba wanapohitajika. Because the problem with this country, everything IBC, everything IBC. So we need as Kenyans to think and reflect about what are we doing to democracy in our country. Are we building that democracy? Or are we directly or indirectly undermining that democracy by whatever we say, whatever we do? Kando na hayo, Ethekon amelitaka bunge la kitaifa kuhakikisha kuwa mgao wa kushughulikia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utatolewa kwa wakati ili kuhakikisha kuwa matayarisho ya uchaguzi huo yatafanyika mapema to funding the next general election on time. Mary, Kialo. Undugu TV.